Yeshyoshuhua da natemb ana sza habusi basi, wakiwa wanazungumza Jin Mao anamshauri kwa nini basi asimwone, eh, mtu wake wa karibu kabisa Miss Ma, akae mbali kabisa na Master Fu Hongxue. Walishaanza kuhisi pengine basi bibi ametokea kumpenda jamaa, lakini sasa na mrembo mwenyewe Chui Nam anamjibu Jin Mao, sasa ni kwa nini anisikilize? anapofika mlangoni

Kama ilitokea ukafanya hivyo kwa kwa kwa nini nini unaamua kunitelekeza kwa jinsi hii? Kwa nini nakuuliza? Waambia na wako pale wanasikiliza. Jamaa akamtimua akamwambia ondoka. Sasa ika inaye akamshauri akamwambia misimami na kushauri tu aondoke, kisha moja jambo lake uweze ukamzuia. Kama hataki hataki kitu ni eh. Haya maneno alimuumiza. Akajikuta nanzanasema kumbe. kumbe basi inawezekana mimi nilijidanganya. Na kumbe basi maamuzi nilioyafanya ilikuwa ni bure kwa sababu uhitaji kuniona. Nashukuru na sana kwa sababu sasa nimekata tamaa wewe. Mambo ya mapenzi haya. Princess anampenda mwanaume mwanaume ambaye hampendi inashangaza sana. Zingatia tangazo letu ambalo tumeliweka hewani youtube channel ambayo inauzwa iko hewani, ni nzuri sana kwa ajili yako, yani itakufikisha mbali sana, kwa sababu tumeifanyia mambo mazuri, setups nzuri yani. Wewe ukichukua ujue, muda mfupi tu unaanza kupiga hela zako. Haya, angalia mambo yao, unasemaje? Wakaanza kupiga story pale, wakiwa pamoja, lakini jamaa mule ndani kakaza kabisa. Kaza kabisa. Sasa umo ndani atakulala halali, ana mawazo kweli lakini maskini mtoto wa watu alipoondoka humo ndani, yaani yeah. Yani, unajua kwanza alisafiri ni, pam, ni mbali kidogo kutokea kule kwenye jengo. Yeah. Lakini huko alikotoka ndio kule kwenye kasiri lao. Sasa usiku wa manane, yeah, wakati mikelele ya muziki Hivyo dili lini? Mungu ya taba yeye. Wewe unakuaga na akili gani? Kwambia ah, sasa mimi nilikuwa niko board sipati usingizi. Nikalipa ili kusudi wanipigie muziki. Nikwa bugwa. Jamani boss shawa. Hivi kweli unaruhusu kitu kama hii itoke? Yeye yeah, kweli unamwacha huyo anapiga kelele watu wengine wakiwa wamelala? Yeye yeah, shawa shawa. Mwambie hilo yeye leo anamuita hilo. Mwambie mimi ni mfanya biashara. Eh, na hili ni eneo la wazi. Kama mtu amelipa eh, kwa nini simpe anachotaka? Tabidi ujikaze tu. Kelele ya. Yeah. A lengo la vizuri.

Yaani kweli mimi nilikuokoa lakini wewe bado usalali? Vitu yaani kwa, kwa ni nini ni kulala hapa kwa siku moja kuna shida gani? Ah, bibi na ya, siondoke sasa. Basi ni kelele tu pale. Wakati huo ilibidi sasa hata atoke hapo, hii hii kelele. Kumbe kwa tu kama oh yeah, kama basi una pakulala twende chumba. Akawa amemkaribisha akamwambia fresh tu kama vipi, msosi na na kila kitu viingie ndani. ah, nakuja. Hey hey, waiter hebu fanya haraka, wapatie wanachotaka hao. Geta, hai, hai, hai, hai, hai. Oh. Mtengenezee na bakuli nzuri ya tani. Yes. Eh, na hiyo pia na ni sawa. Basi anachofanya ni makusudi. Haya, basi alimkaribisha chumbani mwake. Hii ni kama kile ambacho yeye aliwahi kumfanyia before. Wakati alipokosa chumba alimkaribisha kwenye chumba chake. Sasa wamekutana, jamaa akamuuliza, unapanga kufanya nini wewe? Akasema kulala. Jamaa ataki. Mwambia wewe kama hutaki kulala kwenye sakafu, basi toka nje. Haa, wo... Aya, basi, nitalala kwenye sakafu. <coughs> Ah, mwamba ana bahati kabisa. <coughs> Akaamua kuchukua lile shuka. Amwache mwamba alale kwenye sakafu. Haya, angalia. Mm-hmm. Kwa sababu basi uko hapa. Tukubaliane kuna masharti matatu. Kwanza, unatakiwa kuinua mkono wako kabla hujaongea. Huruhusiwi kuongea tu kabla hujanyosha kitu. He, mbona unaleta masharti ya gereza? La pili, nikiomba kitu unanisaidia. Yaani kama nataka kitu unaniletea. He, wewe nawe pia unataka vitu kama hivyo. Sawa ba.

Eh, kidogo akasikia mlango unagongwa. Kuna mtu amekuja na farasi hapa, ameacha ujumbe, amesema tukupatie. Uyo mtu yuko wapi? Yeye ameacha tu barua. Kumwambia basi nenda. Aya, barua imemfikia. Ni barua ya nini? Yika anataka kuisoma jamaa anaichoma. <coughs> mm. <Oya>, vipi tena? Sasa <coughs> <coughs> vituko ni vingi sana sana sana sana. Namwambia, si uongee basi, ni nini unachotaka kwani? Vituko, vituko. <coughs> Sasa jamaa amezima, anataka angalia hata kidogo atakachokiona tu barua yenyewe imeteketea yote, kuna kaneno kamoja tu ndo kamesalia. Utaelewa nini pale? to sasa tumeshaingia katika mkumbwa wa yote haya, tunafanyaje? niacia e, kwa hiyo unaenda kumtafuta nani? isi s sso kama tunamuhitaji afya, lazima tupange mikakati tofauti mpaka mm. usiku, labda tutakuwa tumefanikiwa mm. Uwe makini huko unakoelekea, Fu Hongxue. Inaonekana sasa uko kwenye matatizo makubwa sana.

Akamwambia basi vyema. sawa, mimi sihitaji kupoteza muda wangu mwingi, na kuanzia sasa hivi inatakiwa ufuate kila ninachokuagiza. Akamwambia sawa, anamuheshimu sana mama yake. Hiyo mission ambayo imempeleka kule ni mission ambayo mama yake amemtuma. Kwa hiyo sasa unaweza kuona jinsi ambavyo anaonyesha anamuheshimu sana mama yake, anamsikiliza sana. Lakini kuna boksi jingine mezani ambalo limeletwa na ye mwenyewe. Basi sasa anataka kuona nini kinaendelea. Ajabu kulikuwa kuna kichwa cha, wala kutaka kusema chochote, akaanza kumtandika makwenzi. Oya, hii ndo zawadi ambayo imeletwa hapa. Ah, akali. Sasa muombe anamfanyia maigizo. Makwenzi yanauma, bwana. Bwana, wewe mikono yako kama jiwe bwana. Unaona nipiga mikwenzi migumu na mimi. Eh? Yaani kwamba ukoogopa au kushtuka chochote. Unajua mimi sijawahi kufeli kuogopesha watu, inakuwaje wewe hujashtuka? Sasa amejipaka paka midamu. Mm -hmm.

Hawuchokyo, wakati mwingine hebu jitoe katika hatari basi, kwa sababu na muda mwingi wa kutosha. Kwa nini tusiingie kucheza cheza mambo yetu yale? Unataka michezo gani tena, kama upi? Haya, kaweka vibakuli mezani vitatu, takupa chansi ukiweza kupata kukisia

Sasa anamchezea hako ka mchezo mezani, lakini mwamba, uwezi amini alikosa yeye. yeah, alisema ni mchezo unaoboa, lakini anamuonesha kwamba kile kitu ambacho alikuwa anamuonyesha pale kiko mdomoni. Anamwambia unaboa. yendo fushu ni yadai wa jeshi wa bunu dai ni wa hai mei shuo shamu shar na ni yidin shi rao wa bu yao chu shama Kongqun hey. <laughs> sana ta ni ba ni basi, tazama upande huu ni kama kuna msiba bina. Jamani, eh, nishasema nisisumbulie. Eh, ni mimi hivi. Ah, sema basi ondoka leo, niache tu nataka tu kuwa peke tu kuwa peke yangu <coughs>

Alimletea siri ya nini ambacho kinaandaliwa na mipango mibaya ambayo imekusudiwa ili kusudi akauawe, na hiki kikamfanya aanze kuwa na wasiwasi. Aliondoka mara ya kwanza kwa uchungu, lakini bado anaposikia mwamba yuko kwenye hatari, anakusudia kwenda kumsaidia. Yaani nia yake ni kuhakikisha jamaa bado ataendelea kusurvive. Unaweza ukaona hiyo ni kitu ambacho kiko wazi kabisa. Basi anachomoka hapo, wanajeshi wa pale wakiwa wanapanga mikakati, yeye anakwenda kumsaidia. Anafika pale. Anakutana e i

Mimi sijui nafikiri mtu pekee ambaye anaweza kumzuia Fu Hongxue itakuwa ni mimi. Fu Hongxue. Ninajua Fu Hongxue kuwa hunipendi. Ninajua kuwa hutaki kuniona. Sasa leo si, lsai kuna mtu atakuja kukuua. Amekuja kumtahadharisha, akampelekea ule upanga wake wa mwanzoni. Akamwambia niko hapa nimekurudishia upanga wako. Eh, nimeuleta nimeurudisha. Sasa kama utakumbuka, huyu bibia anampenda huyu jamaa leo. Alimshukuru akamwambia, sasa akawa anataka kuondoka. Wakati anataka kuondoka jamaa leo akamvuta, sijui kuna mabadiliko tutayaona, basi kamkamata kabisa, nataka kumwachia tena yn, yani ndio hivyo, ni kama vile kuna kitu kimoja kwenye akili yake anataka kiwe tu basi. Mrembo naye anashangaa kuona leo amekamata e, mkono wake na alifundishwa jinsi ambavyo anayestahili kuwa naye karibu. Aliambiwa na jini ya kwamba bwana, ukiwa karibu yake karibuyae, hebu acha ile tabia ya kutumia tumia ule mjeledi wako. Wewe nenda jishushe. E, ukiwa mkali itakusababishia matatizo. Maana yake hata kuelewa. Mfanye aone akiwa karibu yako, wewe yuko salama. Ndio kitu ambacho anajaribu kufanya. Sasa, namwambia lakini, kwa nini ukufanya hivi tangu mapema? Kwa nini basi unaendelea kusogea tu karibu yangu? Unajua sikupenda. Sijawai kumkasirikia mtu nikamchukia kama wewe. Akamwambia kama unanizungumzia. Ungeniua tangu siku ile basi. Na wote wawili tungekuwa katika hali ya maumivu makali sana. Tusingekuwa kwenye hali ya maumivu makali. Alimkimbilia akamkumbatia. Inaonesha hizi habari basi zimekuwa ni njema sana kwa ile baada ya kuona kwamba basi inamgusa sana mwana. Mambo akamwambia kusema ukweli, nashindwa hata kujizuia mambo hayo ay. Sasa namwambia basi, siwezi kujizuia lakini pamoja na yote kuna mtu atakuja kukuua leo. Mm, sasa itakuwaje? Siwezi kukuambia ni nani, lakini wanakuwinda. Kuna watu wengi tu wanataka mimi nife, lakini kwa mimi kwangu, unaona yote ni sawa. Anamwambia twende, unifanye akamuuliza, wapi wewe tuende tu, tutaongea huku tukiwa tunaendelea kwenda. Haya, asante sana kwa muda wako. Uh, bila shaka unaweza pia kuzingatia ujumbe wetu wa membership. Kama unataka kujiunga na mambo ya membership, basi naenda kwenye sehemu ya ya profile ya channel. Ukifika pale, zingatia kusubscribe mean, nenda kwenye ile sehemu ya profile, alafu utaona kuna sehemu imeandikwa join. Click pale palipoandikwa join. Baada ya hapo, mtazamaji E, utaona e, vifurushi mbalimbali mbali. Chagua kinachokufaa, chagua tu kifurushi ambacho wewe kitakufaa e, na baada ya hapo mambo yote yatakuwa rahisi. Ehe, basi kuna mengi utakayoyapata ikiwa utajiunga na masuala ya membership e, kwenye zile package unapokuwa umepata e, sehemu ya ku I mean kifurushi kitakachokufaa, kuna fedha nyingi sana utazipata wewe, huwezi tena kufanya nini? E, na mtu wa kawaida ambaye tunasema yeye ni subscriber tu wa pekee yake. Kwa hiyo utakuwa unapata favors za ziada, utakuwa unapata favors nyingi za T kuliko subscribers wengine. Zingatia kusubscribe, comment, like, hakikisha pia una share. Niko pamoja na wewe hadi tamati. Hakikisha una subscribe, una like, una comment, una share. Niko na wewe mpaka tamati. Asante kwa muda wako, tukutane basi kwenye episode itakayofuata.